Je, yeah, unajua kuwa unaweza kuondoa historia yako, kufuta makosa ya zamani na kuunda mtu mpya kabisa, mtu anayeshinda kila hali, anayeheshimiwa na anayejulikana kwa nguvu na busara? Ungana nami kwenye safari ya uchambuzi wa kitabu cha The 48 Laws of Power cha Robert Greene. Hii ni Sauti ya Kurasa. Karibu. Sheria 25 recreate yourself, jiumbe upya. Hii ni mojawapo ya sheria zenye nguvu kubwa sana, kwa sababu inahusu utambulisho wako binafsi. Robert Greene anasisitiza kwamba katika ulimwengu wa nguvu, heshima na ushawishi, huwezi kuacha jamii au mazingira ya kutengenezea taswira yako. Ukiruhusu watu wa kutafsiri bila mkakati, utaishi ndani ya mipaka waliokuwekea, lakini ukichagua kujiumba upya kwa makusudi unakuwa msanii wa maisha yako mwenyewe. Watu wengi wanaishi maisha yao kwa mazoea, wanajitambulisha kwa historia yao, makosa yao ya zamani, au mazingira waliokulia. Wanabaki ndani ya sura waliopewa na familia, jamii au marafiki. Lakini sheria ya 25 inasema kwamba nguvu ya kweli inaanza pale unapochukua jukumu la taswira yako. Wewe si matokeo ya bahati au mazingira pekee. Unaweza kuwa kile unachochagua kuwa. Katika historia, viongozi, wasanii na watu mashuhuri wengi walijiumba upya kwa makusudi. Walibadilisha majina yao, mitindo yao, hata hadithi zao binafsi ili kuendana na taswira waliotaka dunia ione. Hii haimaanishi uongo wa kijinga bali ni uelewa kwamba ulimwengu hujibu taswira. Watu hawashughulikii tu ukweli wako wa ndani, wanashughulika na picha unayowasilisha na picha hiyo inaweza kujengwa. Sheria hii inakufundisha kuwa na ujasiri wa kuachana na toleo la zamani la nafsi yako. Ikiwa ulijulikana kama mtu wa kawaida, unaweza kuamua kuwa mtu wa nidhamu, mwenye mtindo, mwenye heshima. Ikiwa ulijulikana kwa kushindwa, unaweza kuunda hadithi mpya ya uthabiti na mafanikio. Hii inahitaji makusudi, nidhamu na uthabiti. Kujiumba upya si jambo la siku moja, ni mchakato wa kujenga taswira kwa vitendo vinavyoendana nayo. Robert Greene anasisitiza pia umuhimu wa ubunifu katika kujiumba upya. Badala ya kuishi kwa kufuata matarajio ya wengine, jiune kama msanii anayechonga sanamu. Kila tabia, kila neno, kila mwonekano ni kama pigo la nyundo kwenye jiwe. Polepole unajenga sura ya mtu unayetaka kuwa. Hii inahitaji kujitambua kwa kina. Unataka dunia ikuone vipi? Unataka kuheshimiwa kwa nini? Unataka jina lako lihusishwe na nini? Lakini sheria ishirini na tano pia ina tahadhari yake. Kujiumba upya hakumaanishi kuwa bandia au kuishi kwa kujifanya kila wakati. Inamaanisha kuchagua kwa makusudi sifa bora za nafsi yako na kuzikuza kwa kiwango cha juu zaidi. Ni mchakato wa kuondoa udhaifu unaokurudisha nyuma na kukuza uwezo unaokufanya uonekane tofauti. Ni kuunda toleo lililoimarishwa la wewe. Katika dunia ya leo, sheria hii ina nguvu zaidi kuliko wakati wowote. Mitandao ya kijamii, kazi na mahusiano vyote vinategemea taswira. Watu wanaofanikiwa mara nyingi ni wale wanaojua jinsi ya kuwasilisha utambulisho wao kwa ujasiri na uthabiti. Wanachagua lugha yao, mtindo wao na maadili yao kwa makini. Hawajiwasilishi kwa bahati, wanajiwasilisha kwa mkakati. Kujiumba upya pia ni tendo la uhuru. Inamaanisha hukubali kufungwa na historia yako. Inamaanisha hata kama uliwahi kushindwa, uliwahi kudharauliwa au kupuuziwa, unaweza kuamua leo kuwa mtu tofauti kesho. Huo ni uwezo mkubwa sana, ni uwezo wa kubadilisha mwelekeo wa maisha yako kwa kubadilisha taswira yako na tabia zako. Kwa utazamo wa kina, sheria 25 ni sheria ya ujasiri wa ndani, ni kukubali kwamba wewe ndiye mwandishi wa hadithi yako. Badala ya kuigiza script ulioandikiwa na wengine, unaandika script mpya. Unaamua sauti yako, sura yako na nafasi yako katika jamii. Hii ni nguvu ya kujitengeneza. Kwa hiyo jiumbe upya si wazo la juu juu tu, ni mwito wa kuacha kuishi kwa mazoea na kuanza kuishi kwa makusudi. Ni mwito wa kujitazama kama mradi wa sanamu unaoendelea kila siku, ni fursa ya kuimarisha taswira yako, kuonyesha uthabiti wako na kuunda hadithi mpya inayokuvutia zaidi. Na katika ulimwengu wa nguvu na ushawishi, yule anayejiumba upya kwa ustadi ndiye anayebaki na alama ya kudumu, bila kulinganishwa na historia au mipaka ya zamani. Kwa ufupi, mafunzo makuu ya kujifunza kwenye sheria ya 25 ni moja, chukua udhabiti wa taswira yako. Usiruhusu watu kuunda jinsi wanavyokuona. Wewe ndiye mwandishi wa hadithi yako binafsi. Mbili, usiruhusu historia yako ikuzuie. Makosa ya zamani, kushindwa au sifa zilizopita hazipaswi kuamua mustakabali wako. Unaweza kuunda toleo jipya la nafsi yako. Tatu. Jenga sura yenye makusudi. Kila tabia, kila neno na kila tendo lazima liendane na mtu unayetaka kuwa. Kuunda taswira ni sanaa inayodumu. Nne, fanya mabadiliko kwa makini. Kujiumba upya hakumaanishi kuwa bandia, inamaanisha kuchagua sifa bora, kuzijenga na kuzikazia kwa ajili ya kufanikisha malengo yako. Tano, ujasiri wa ndani ni muhimu mabadiliko haya yanahitaji kuacha comfort zone, kuwa jasiri na kuchukua hatua za kujitengeneza upya. Sita, uwepo na uthabiti. Mabadiliko hayafanyiki mara moja, ni mchakato wa muda mrefu wa kujenga imani, heshima na ushawishi kwa wengine. Saba, tumia fikra za kisanaa. Angalia maisha yako kama mradi wa sanaa, unaandika, kuchonga na kurekebisha taswira yako kila siku. Nane, kuweka heshima na kuzingatia hisia za wengine. Kuunda nafsi mpya pia ni kujua jinsi ya kushirikiana na wengine bila kuonekana tishio au kudhuru uhusiano. Tisa, pata ushawishi wa kudumu. Mtu anayejiumba upya kwa ustadi huwa na nguvu kubwa zaidi kuliko mtu anayejitegemea historia yake. Ushawishi unapatikana kwa kudumu, si kwa kelele. Kumi, fanya dunia irekebishe picha yako kwa ustadi na uthabiti, wengine watakuona kwa namna unavyotaka, na taswira yako itakuwa silaha ya nguvu na mafanikio. Hii ni fursa yako ya kuacha kuishi kwa historia ya wengine na kuanza kuunda hadithi yako. Bonyeza like ikiwa unataka kubadilisha taswira yako, subscribe kwa mafunzo zaidi ya nguvu, ushawishi na mafanikio, na andika kwenye comment: Ninaanza kujiumba upya leo. Kwa sababu mtu anayejua kuunda nafsi yake upya kwa makusudi ndiye anayejipatia heshima, ushawishi na nafasi thabiti bila kulinganishwa na historia au mipaka ya zamani.